Nchini Tanzania, kesi ya uhaini na kuchapisha habari za uongo inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, jana iliahirishwa hadi Mei tisa. Hakimu anayesikiliza kesi hiyo ametoa amri kutaka upande wa mashtaka kumwasilisha Tundu Lissu mahakamani huku akikataa ombi la mashtaka kutaka, kutaka kesi yake isikilizwe kwa njia ya mtandao. Wakili Ruge Meleza Nshala ni kiongozi wa timu ya mawakili wa Tundu Lissu. Hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano 2025 upande wa, wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi, na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa ahirishwa kwa hadi za za, nani, za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika. Sisi tumesema kwamba kwa kuwa kesi nzima imeegemea katika maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza kwa kwamba kuna matendo ambayo mteja wetu aliyatenda huko baada ya ya kutamka yale maneno sawa, lakini kesi nzima imeegemea maneno yaliyotamkwa na kwamba ndio hame, hayo ambay ambayo yaliitisha serikali. Kwa hiyo tunapenda tuju tuonyeshwe jinsi gani serikali itetemeka kwa maneno ya Tundu Antipas Lissu ambayo anaambia wananchi kwamba waweze kuchukua hatua zinazostahili kupigania haki zao za kidemokrasia. Wakati hayo yakijiri, Bunge la Umoja wa Ulaya limepanga kuwa na mjadala maalum hivi leo kuhusu kesi inayomkabili Lissu, huku shinikizo zikiongezeka kwa mwanasiasa huyo kuachiwa kwa, kwa kile wakosoaji wa serikali ya Tanzania wanasema wamemzuia kiongozi huyo kwa sababu za kisiasa.